Wa Simba kama uliyowelewa na jezi kitaka jezi bora. Ukiona na udada umepata jezi, jezi ni original ya Simba. Ukikutana na hii sura umepata wengine wanaokupiga. Unaongeleaje siku ya leo unaongeleaje jezi yetu ya siku ya leo, Simba Sports Club? Siku ya leo ni njema sana, kila Mwana Simba atafurahi. Kikubwa tuweze kuwai mapema Benjamin Mkapa tukaenjoy burudani. Simba imejipanga tofauti. Leo ni siku ya Jumatano, lakini Benjamin Mkapa kukanyaga hakuna. Wewe kila si mtu akafurahi. Yeah, sasa aaiuchamsikia ya dada yangu wanavyoongea kwa siku leo. Asante sana le dada yangu. Aya ah, kuna mshabiki mwingine hapa naona amepiga nyekundu kama kwangu. Ya kwangu unaiongeleaje, dia dola unaiongeleaje? Je, amekuja kivipi sasa hivi? Hii haina baya. Yeah. Yani huyu ni mwanaume yeah. Yeah. Kila size utaka wewe. Kuanzia yes, mtoto, yeah. Uwe big tembo, yeah. Uwe nani nani unaipata, yeah, jezi. Yaani, yes, full stop yani. Yaani, kwa heshima basi na siku ya leo tunaendelea tunajaribu kuangalia. Ya, yeah, kuangalia Mapama, yeah. Mapama, nimekuja hapa. Mapama huyu anaitwa Mapama, ni shabiki mkubwa sana wa Simba Sports Club, na siku leo ni juzi ya buu dola sasa. Yes, ni mnamwona ndugu Mapama, unakuelezeaje siku ya leo ya Simba Day, na ukipiga uzi wako mpya wa kutokea siku ya leo? Kwanza nasema leo siku ya burudani yes, kwa mashabiki wote wa Simba yes, kwanza hasa wote ambao tumetia jezi yeah, yeah. Tume ya Diadora tumependeza, tunafurahisha na leo ni siku ya hamasa kwelikweli, ni mwanzo wa kwanza ligi mpya ambayo ijayo 16, na unaizungumiaje kwa sababu siku ya leo unaenda kuangalia kikosi chako bora, kikosi ambacho kimefanya usajili upya, unakiongeleaje kikosi chetu kwa tarehe kumi na sita tunapoenda kukutana na wale waliotoa jezi banakoo? Kuna jezi zinapo banako, nadhani unazielewa, unaziongeleaje? Alahil na tarehe 16, kwanza nafurahi. Kwanza kwauzetu uliotoa uzi wetu na kimataifa, unakidhi kila sehemu. Nawambia hawa jamaa wanavaa nguo za chavichavi chavi. yeah. kesho kutwa atakea cha moto. Umejiandaa kwa wachezaji, usajili ni mzuri e, kamati imejipaka vizuri e. kesho kutwa atakea cha moto e. na tutakuja na mihogo ya kutosha Karanga unamaanisha nini yani? Zaidi haya tupate karanga, tupate nazi kidogo, maandalizi ya kichwa cha kwenda kuwagaia ndugu zako, watani zetu, familia yetu ya karibu kabisa. Ah, asante sana ndugu mama, tunaendelea, tunaendelea ndugu zangu, siku ya leo